Leo hii tarehe kumi na nane mwezi wa sita 2025 kata ya Kisukuru, kamati ya maendeleo ya kata ya Kisukuru kwa kuungana na kamati tendaji ya Chama cha Mapinduzi tumeweza kutembelea mashina sabini na tano mashina sabini na tano ndani ya matawi nane na lengo kubwa ya ziara hii ambayo imefanyika siku ya leo, tulikuwa tunawasilisha Ilani kwa wajumbe wa mashina, mabalozi wa mashina na kamati zao. Tumeweza kuwasilisha Ilani yetu kwa kuwaonyesha ni vitu gani ambavyo vimekwenda kufanyika katika miaka mitano 2020, 2025, Mheshimiwa Rais pesa alizotupatia na kazi tulizozifanya, kwa hiyo wajumbe hao wa mashina wamekwenda kupokea hiyo Ilani na kazi yetu imekwenda kuwa nzuri sana. Tumeshiriki vizuri, kamati ya maendeleo imeweza kuona ni jinsi gani wajumbe wanaweza kufurahiwa na Mama Samia alivyoweza kutupatia pesa na kuweza kufanya kazi nzuri katika kata yetu ya Kisukuru. Pamoja na hayo tukaweza kuomba radhi kwa yale ambayo tumekwenda tofauti, na pia tumeomba kwamba tumpatie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, mama rais wetu, Dkt Samia Suluhu Hassan, kula za kishindo, kwa sababu ametuletea miradi mikubwa sana katika kata yetu na tumepata fedha za kutosha sana. Hivyo basi niwaombe tena wananchi wa kata ya Kisukuru sio wa wachoyo wa fadhila. Sisi tunasubiri Oktoba. Mama Samia Suluhu Hasani yeye tunampa kura za kishindo bila kuogopa kitu chochote. Na nishukuru sana, na naendelea kuwashukuru wenye viti wa serikali za mitaa, mtendaji kata na wodis nzima, pia ni washukuru wajumbe wa mashina, makatibu na sekretarieti ya kata. Kwa umoja tuliofanya kazi nzuri ya leo. Kiukweli nimpongeze Mheshimiwa diwani kwa zoezi hili aliyoamua kulifanya kwenda kupeleka ilani chini kwa wajumbe wa mashina pamoja na kamati yake, na kamati zao kwa kuweza kujua hiki kinachofanyika kwenye, kwenye serikali ya awamu ya tano kupitia Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge wetu Bona Mheshimiwa diwani kwa hiki alichokifanya, Mheshimiwa diwani kwa kweli, Mungu ambariki sana, ameupiga mwingi. Ah, Mheshimiwa diwani ameweza kufikisha ilani kwa jumba la mashina, kwa sababu ili waweze wananchi wa chini, ili waweze kufahamu kwa haya wanaofanyika mimi kikweli nampongeza sana Mheshimiwa diwani kwa uchache wake, amefanya vizuri. Basi Mwenyezi Mungu amjalie apambane, kwa uwezo wa agwa, basi kwenye mchakato huu ambao tunaanza nao tena kwenye kura za maoni, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Kwa haya mi niliyoyaona, Mheshimiwa diwani kama ndugu mwenezi, mimi binafsi amenifurahisha na amenipongeza sana sana sana. Namshukuru sana Mheshimiwa diwani. Napenda kumpongeza Mheshimiwa diwani wetu Lucy Jeremia Lugome ambaye anakwenda kwenye ungo ya mwisho ya kipindi hiki kwa awamu hii akimaliza muda wake kwa ziara leo fupi ya kupeleka utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi aliyokuwa ameyaahidi kwenye kata yetu ya Kisukuru kwa kupitia matawi yote nane ya kata ya Kisukuru. Unavyoona, hata tisheti zetu zimeandikwa mwanamke wa vitendo, maana yake ni Mama Samia ambaye anafanya kazi kwa vitendo. Mheshimiwa bona ambaye ni mbunge wetu anafanya kwa vitendo, na Rus Jeremia ni watake wana Kisukuru kuelewa kwamba maendeleo ni mchakato. Hakuna maendeleo yanayoanza kwa siku moja. Hata tulivyokuwa Kisukuru awali tulikuwa tunaambiwa maji hayapandi mlima, leo maji yanatoka kwenye bomba na watu wanaoga kwenye bomba barabara zimeanza kutekelezwa. Hapa niliposimama, kuna mradi wa DNDP wakati wote, kazi ya utekelezaji wa kuweka rami kilometa 200 kilomita 2.3 utaanza, na barabara yetu iliyobaki kilomita moja hii ambayo iko chini ya Tarura itaanza, lakini wenzetu kule mtaa wa Mwagama kule Ruanga wameanza utekelezaji na mkandarasi ameshakabidhiwa eneo. Kwa hiyo ni watake wananchi, tushikamane, tushirikiane, wakati huu sio wa kwanza kutafuta watu wapya, tujue watu walioko kwenye kazi wanamaliza kazi walizokuwa nazo, zile ambazo hazijatekelezwa zinaenda kutekelezwa 25, 26, ziko kwenye mipango na tumeshazipitisha kama utekelezaji wa mipango unavyohitaji. Sisi wenye viti tupo, tutapiga kazi na diwani, tunatarajia Mungu akimjalia, tutakuwa naye mwezi wa kumi na tutaendelea akituongoza kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Kisukuru.